Wakazi wa kijiji cha Soroko eneo bunge la Lamu Magharibi wanakabiliwa na mzozo wa umiliki wa ardhi huku wenyeji wakielezea hofu kuhusiana na madai ya kunyanyaswa na kupokea vitisho kutoka kwa wageni wanaodai kuwa wamiliki wa ardhi yao. Hali hiyo imeiacha jamii hiyo ikihangaika huku wakihofia kupoteza ardhi wanayomiliki kwa zaidi ya miongo miwili. Kulingana na wakazi hao, wageni hao wamekuwa wakidai umiliki wa ardhi hiyo na kutishia maisha yao huku wakiwalazimisha kuondoka katika eneo hilo. Sasa wanamnyooshea kidole cha lawama naibu chifu wa eneo hilo, Nahashon Nyagah, wakidai anashirikiana na madalali kufanikisha utwaaji na uuzaji wa ardhi hiyo kinyume cha sheria, na kuwacha na kuwawacha hoi. Huyo chifu mwenye anamsema anajiita Nahashon Nyagah alikuja huku tukiwa tunamwona, akaanza boda mpaka dakika mwisho, tunamwona ndio amekuwa subchief saa hii. Amekuwa hutoa wageni kutoka huko akaweleta huku kuwa kabidhi mashamba ambayo tayari ya watu wamekaa. Badala ya kushikana na kutafuta haki kuwapatia wananchi wake, eh, amekuwa ndio mstari wa kwanza, mstari wa mbele kuwa katika kuwanyanyasa watu, wakazi wa huku, kukosa haki zao. Sisi tumefuatilia mambo ya mashamba. Tumeenda kwa NRC. Juzi tumekutana na National Land Director. Tumeambiwa wanakuja on the ground lakini inaendelea kuchukua muda. Tunashindwa, serikali inafanya nini? Kwa hivyo serikali watuhurumie, watupe makao yetu.